Karibuni chuo cha maendeleo. Chuo chetu cha maendeleo ya wananchi Bigwa kinajishughulisha na, ki na kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani mbalimbali ikiwemo umeme wa majumba, ufundi wa magari, uwashi, selemala, ushonaji, mapishi na lishe, kilimo, mifugo, na lishe kilimo mifugo na ICT. Muda wa masomo ni miaka miwili, ikiwa na maana kwamba anasoma mwaka wa kwanza na mwaka wa pili na mwisho nafanya mitihani ya taifa ya ufundi stadi ya VETA. Katika kutoa mafunzo hayo, tuna mafunzo pia maalum kwa mabinti waliokatisha masomo na sababu kwa sababu mbalimbali, ikiwemo ujauzito, maskini, maradhi, kuhamahama ambayo ikapelekea binti hiyo kushindwa kumaliza elimu kidato cha nne. Kwa mtu kama huyo au binti kama huyo, anapata fursa ya kurudi shuleni kwa mara ya pili, ikiwa na maana kwamba atasoma masomo ya sekondari na wakati watasoma masomo ya ufundi. Kwa hiyo atasoma masomo ya sekondari kwa asilimia 50, atasoma masomo ya ufundi kwa asilimia 30, atasoma ujasiriamali kwa asilimia kumi na stadi za maisha kwa asilimia kumi. Kwa ada zetu ambazo ni za nafuu sana kwa sababu ni cha serikali, lakini mtu anapata fursa kupata chakula chuoni kuanzia asubuhi, mchana na jioni, lakini pia atapata maradhi Taka kama kwenye bweni, tuna mabweni ya kutosha. Chuo chetu kinafikika kirahisi sana kwa sababu kiko manispaa ya Morogoro mjini kabisa, pembezoni mwa barabara ya lami ya njia ya Dar es Salaam ya zamani. Elimu yetu tunaanzia kwanza darasa la saba. Ana sifa kujiunga na chuo cha namna hiyo, hiyo kwa longozi ikiwa na maana kwa kozi za muda mrefu ambazo nimesema za miaka miwili ama kwa kozi za muda mfupi ambazo zinaanzia siku moja mpaka siku tisini nazo zina gharama nafuu, kwa hiyo watanzania wachangamkie fursa hatuchagui wilaya au mkoa, Tanzania nzima. Hata kama unaweza kutoka Kigoma ukipata okay. Tangazo hili, julisha na mwenzio. Ufundi ama ujuzi ndio mpango mzima, kwa sababu unaweza ukasoma vitu vingi, lakini kama huwezi kubadilisha elimu kawa fedha, bado unatengeneza vijana wengi ambao mwisho wa siku ni utegemezi kwa taifa. Ndio maana tunahimiza sana elimu ya ufundi, kwa sababu mwisho wa siku unapata vijana ambao wanaweza kutengeneza fedha, ila pia ukapunguza tegemezi kwa taifa, kwa familia na kwa mtu binafsi wangu, kwa hiyo wito wangu nazidi kuwaimiza, karibuni sana Bigwa FDC, tuko mjini.